kumshukuru khatibu wetu wa leo kwa khutuba yake ilojaa ya faida nyingi sana ndani yake na pia kumshukuru imamu wetu kwa namna usomaji wake ulivyokuwa mzuri sana. katika jumla ya khutba aliyoizungumza khatibu wetu leo, amegusa vipengele vingi sana, nashindwa sijui niguse ipi niwache ipi, lakini tosheka pale aliposema, wa'budu rabbaka hatta yaatiaka al-yaqin. Udhaifu wetu sisi wanaadamu tatizo letu sisi wanadamu liko hapa, waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin. Kuna khitabu ambazo zimekuja hata katika Qurani utakuta dhamiri ile khitabu inakwenda kwa mtume, walmuradu nahnu. Mtume alipoambiwa fastaqim kama umirta Hakuambiwa mtume, tuambiwa sisi, kwa sababu sote tukubaliana mtume ni sahibu istiqama. Hakuna mwenye msimamo zaidi ya mtume Muhammad. Sasa khatibu wetu alivyotuambia, wa wabudu rabbaka, muabudu mola wako hata ya atiaka lyaqini, mpaka mauti kufikie. Kwa nini? Kwa sababu kwa udhaifu wetu sisi wanadamu kuona ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko Ramadhani peke yake. man kana yaabudu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut, yoyote anayemwabudu Mwenyezi Mungu basi ajue Mwenyezi Mungu yuko hai. Mwenyezi Mungu hafi, haondoki, yuko hai anayemwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana ya'budu Ramadhan, yule anayeabudu tu Ramadhani aelewe kwamba Ramadhani tumebakia na siku chache, itamalizika. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tatizo ni kuwa sisi hatuna misimamo katika ibada zetu.

biljannati allati kuntum tuadun, kupewa bishara ya pepo haiji ila lazima ipatikane istiqama. Alhamdulillah, sote sisi takriban 90% au hata zaidi katika mwezi wa Ramadhani, wengi wetu tumekuwa ni wachamungu, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu na tumlilie Mwenyezi Mungu kwa sababu leo ijumaa ya leo ni ijumaa ya mwisho, na tukiwa hapa katika khairul biqa, tukiwa katika sayyidu shuhur, tukiwa katika sayyidul ayyam, leo ni siku kubwa sana. Tuko katika bwana wa miezi, tuko kwenye bwana wa masiku, tuko katika khairul biqa, ijumaa ya mwisho. Tumlilie Mwenyezi Mungu kama tulivyokuwa hivi sasa ni wacha Mungu. Mwenyezi Mungu atubakishe katika ucha Mungu hata Ramadhani ikimalizika. Ilikuwa huu ni mukaddima. Leo mazungumzo yangu hayakokuwa marefu, kwa sababu mbele yangu katika msafara huu nimeandamana na shekhe langu mwalimu wangu mlezi wangu ambaye mpaka leo hii nasoma kwake, naye ni al-allama al-mujahid al-kabir al-sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Adnan al-Ahdali. Baada ya kumuomba pamoja na kwamba ni uzito katika mwezi wa Ramadhani, kutoka nje ya nchi ni jambo haliwezekani kutokamana na madarasa na mambo mengi alionayo lakini nikamuomba nikamwambia, kwamba mimi Zanzibar ziara yangu ya kuenda kila mwaka, mwaka jana nilifikisha miaka kumi, na mwaka huu itakuwa ni mwaka wa kumi na moja. Nikamwomba katika safari kama hii nifuatane naye na alhamdulillah, akaniridhia akaridhika kufuatana na mimi. Kwa hivyo kwa leo sio nyinyi tu mwatakunisikiliza mimi, hata mi pia nataka kusikiza yeye. Nukta moja tu ya mwisho nizungumze nikae chini kisha tumpatie shehe letu na yeye atabaru kwa yale ambayo kwamba aliyopanga atumalizie yeye kwa dua siku ya leo. Kitu kikubwa ambacho kwamba mimi nataka kumalizia siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Kuna wengi katika sisi ambao tumefunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa kuna ugomvi ambao kwamba umeenea baina yetu. Unajua, mtu sengine huona mtu kupanda daraja ni kwa sababu ya ibada nyingi. Wanazuoni tulivyopokea kwao wasema mtu kupanda daraja mpaka kufikia hizo daraja za wilaya ya mtu kuwa ni walii, uwe na inswaf katika moyo wako kuwa na insafu ni kuusafisha moyo wako, kuondosha chuki, ukaondosha hasadi, ukawa moyo wako unapenda kusamehe. Ni jambo dogo katika kiakili utalifikiria, lakini ni jambo kubwa sana, kwa sababu hakuna kitu kizito kwa binadamu kama kusamehe. Ni jambo zito sana jambo kama hili liliwapandisha mawalii daraja kubwa sana, kusamehe. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalam ametufundisha katika hadithi nyingi sana, na aya zilizomo kwenye Qurani ni nyingi sana, lakini nukta moja ambao kwamba nataka nifahamishe, siku ya Kiyama ni siku nzito. Kila mmoja wetu hapa yuwaelewa yale matukio ambayo kwamba yatatokea siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, pana aya katika Qur'ani asema, yauma la yanfau malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tosheka ya kuwa hapa ni yale niliyokwambia, daraja ya mtu kupanda pengine kupata daraja ya uwalii, si kwa sababu ya ibada nyingi sana, ni insaf katika moyo wako. Siku hiyo ni siku nzito ambao kwamba amba mali yako, watoto wako, hakuna kitakacho kukunufaisha siku hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu, illa man atallaha biqalbin salim, atakayemjia Mwenyezi Mungu kwa moyo uliosalimika, moyo msafi. Sasa umeondoka duniani umejaza chuki, umekufa na chuki, watarajia mbele ya Mwenyezi Mungu utakwenda kupokewa kwa mapokezi gani? wakati Mwenyezi Mungu atuambia illa man atallaha biqalbin salim. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwakataza masohaba zake la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi, sitaki kumuona yoyote ywaniletea maneno. La yuballighuni ahadun an ashabi shay'an, sitaki kuletewa kitu chochote. Fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salima sadri, tumeambia masohaba, nataka nikiondoka duniani Niondoke hali ya kuwa moyo wangu ni msafi, moyo wangu umesalimika na kila mtu. Nawaomba musiniletee letee maneno. Haya ni maneno ya mtume Muhammad, musiniletee maneno huyu amesema hivi, yule kufanya hivi, huyu anasema kitu kadhaa. Nah, la yuballighuni musinifikishie, niacheni nikiondoka duniani niondoke, moyo wangu umesalimika na kila mtu. Leo katika hii ardhi tunaoishi sisi, kuna watu shekhe, ni wambea. Kuna watu wana uraibu haswa wa kuzungumza, mtu asipozungumza kitu humuuma. Wewe ukisalimiana naye tu baada ya salamu, jamaa, vipi, uko semaje? Wamfanya kitu gani? Wasema nini? Tuna ile tajassus. Maanake katika Uislamu kuna tahassus na kuna tajassus. Kuna vitu viwili tofauti. Tahasus ni kukifuatilia kitu kile, kitu kikawa ni kizuri na wewe wataka kukifanya, wakichunguza na we kutaka kukifanya ile, ile ni tahasus. Lakini tajasus, ule umbea, tajasus imekatazwa katika sheria. Kwa hivyo, tupendaneni tusameheane, katika mapungufu yetu. Mimi sitaki nizungumze sana, na kwa sababu hata jinsi ninavyozungumza napata kigugumizi kuzungumza mbele ya shekhe langu yuko hapa na nimezoea, kile Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani sauti yangu mumeizoea, na wenye msema kuambia kila kitu kikiwa ni kigeni basi kina ladha yake, sauti yangu pamoja na maiti zetu wazee wetu walioondoka, warahamu ndugu zetu Waislamu warahamu, waweke mahala pema, uwatangamanishe na wema

Katika siku tukufu za mwezi mtukufu wa Ramadhani <coughs> kisha kuwepo katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya Ijumaa na kutekeleza faradhi ya Ijumaa. Alhamdulillah, na mimi kama mlivyoambiwa, matembezi yangu yote huwa ya katika katika mwezi wa Ramadhani huwa sitoki siende sehemu yoyote, lakini mtoto wetu Alhatimi amenisisitiza uh, sana nitoke, na sikupenda kumvunja pia, nikasema acha niende nikaangalie wafanya nini huko. Lakini kwa hakika kutoka nitoke kule wanipeleka mbio, tumekwenda sehemu tofauti tofauti Dar es Salaam kule, tumeingia mpaka kwenye vijiji kwa ajili ya da'wa. Nikasema alhamdulillah, mwanafunzi wetu wafanya kazi mzuri vile, zaidi ya vile tulivyokuwa tukifikiria, na sisi kama walimu wake tuko radhi na yale anayoyafanya. Sisi tuko mwisho mwisho wa Ramadhani, leo ni tarehe ishirini na saba. tumebakisha siku mbili au tatu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumefaradhiwa kwa sababu ya msingi iliyotajwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, nayo ni kupata uchaji wa Mwenyezi Mungu. Sasa aki Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia la laalakum tattaqun. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna pengine. Pengine iko kwa kwako wewe na mimi, lakini hakuna pengine kwa Mwenyezi Mungu. Laala hapa ni kwetu sisi, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni uhakika. Ikiwa utafunga mwezi mtukufu huu kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu, lazima takuwa itapatikana. La, ukifunga unavyotaka una wewe, ndio huenda ukapatikana. Tofauti iliyopo ni kufunga anavyotaka Mwenyezi Mungu au kufunga unavyotaka wewe. Na dalili ya kuwa somo yako imetakabaliwa ni unapotoka katika mwezi wa Ramadhani, unatoka uchaji wa Mwenyezi Mungu umetanda katika moyo wako. Hii ndio alama ya kutakabaliwa saumu yako, ni alama ya kuwa wewe umeifunga saumu kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tuna taksiri yoyote tujibidiishe hizi siku mbili zilizobaki tujitolee tufunge kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La si hivyo, fungu lako katika saumu itakuwa ni kukaa na njaa na kiu. Bali kuna watu maa l asafi lshadidi, masikitiko makubwa Ikifika karibu na Ramadhani, wachonga michongo ya kuwa yale tuliyokosa yote katika mwezi wa ramadhani yatatutambua. Mtu mujaradu wa kuwa na nia hiyo, wa yeye bado hajafunga namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, twatoka sisi twaingia katika Shawali, tuweke kwenye akili zetu ya kuwa rabbu shahreini wahid, Mola wa miezi miwili ni mmoja mwezi wa, Mola wa, wa Ramadhani na Mola wa mfungo mosi na miezi inayofuatia ni mmoja tu. Kama uliacha kumwasi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Ramadhani, basi ujue Mola yule uliyewacha yale ni huyohuyo huyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakabali saumu zetu, atulipe uchaji wa Mwenyezi Mungu. Kitu kikubwa sana ambacho kwamba yatakikana tuombe ni kumcha Mwenyezi Mungu, walau anna ahlal qura amanu wataqau la fatahna alaihim barakatin min alsamai. Lau kama watu wa miji, karya huja ni kijiji, na karya vile vile huja ni mji. Maka yaitwa Ummul Qura, sio sio mama wa vijiji bali ni mama wa miji.

Kumcha Mwenyezi Mungu ndio kila kitu, ndio kufanikiwa, ndio baraka, ndio maisha mazuri. Katika maisha kuna kitu chaitwa raha. Raha haipatikani kwa mali, haipatikani kwa cheo, haipatikani kwa utukufu raha inapatikana kwa uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa, Subhana wa Ta'ala. Waweza kuwa na starehe nyingi, lakini huna raha, na haya tunayaona. Waweza kuwa na starehe nyingi na vitu vingi vya kukujalia wewe uwe na starehe, lakini moyo wako ukawa hauna raha. Kwa hivyo tuelekeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila ukirudi urudi zaidi. Seme mimi nimetubia ikakoma hapo kwa umetubia. Zidi kutubia. Panda upande upande katika kutubia. Hii tauba pia nayo ina ina darajati. Ufike kiwango ya kuwa wewe hufanyi jambo lolote isipokuwa uangalie ndani ya lile jambo ipo radhi ya Mwenyezi Mungu au hakuna. Kwa hivyo wakati huu naona ni mgumu, watu watakurudi makazini, nikome hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, atakubali somo zetu, atengeneze nyoyo zetu, atengeneze majumba yetu, atengeneze mabarabara zetu, atengeneze makazini mwetu. Mwenyezi Mungu atufungulie hizo baraka za ardhi na za mbinguni, kwa jaha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa ila hadhrati Nabii Muhammadi lmustafa alfatiha